Afisi ya rais jumba la Harambee ukabidhiwa rasmi rais mteule Uhuru Kenyatta. Ndiyo hatua ya mwisho ya shughuli za mpito muda mfupi, ambapo atasita kuwa mteule na kuchukua wadhifa wake na kuwa rais wa nne. Na hii leo Kenyatta alianza kutumia rasmi afisi ya rais ambapo alifanya mikutano ya mwisho mwisho ya matayarisho ya kumwapisha hapo kesho, as, as from today. Naibu wa rais mteule William Ruto naye atakuwa jirani yake rais. Ni hapo pia ambapo aliwapokea wageni wake kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki kando na kufanya mikutano na maafisa wakuu wa serikali marais kumi na watatu wamealikwa kuhudhuria hafla ya kesho ambayo inatizamiwa kuanza saa moja asubuhi kwa matumbuizo wageni waalikwa wanaopata elfu tano wanatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo ikiwa ni pamoja na raia zaidi ya elfu 50 swala ambalo limeshughulikiwa kwa kina hususan usafiri wa wageni waalikwa na usalama katika eneo hilo Uh, Rais mteule na naibu wake wanatarajiwa kuwasili kufikia saa tano unusu na kisha kufuatwa na Rais Kibaki. Ni hapo ambapo wimbo wa taifa utacharazwa na bendi la wanajeshi. Hafla ya kuapishwa kwa rais mteule itafuatia ambapo atakula viapo viwili na kisha naibu wake pia atalishwa viapo. Mizinga 21 itafuatia kuapishwa kwa rais na kisha bendera ya rais Kibaki itashushwa na ile ya rais mpya kupandishwa. The president will sign the certificate of inauguration in the presence of the chief justice and then will be given the certificate of inauguration thereafter. That certificate is what actually, uh, confirms that he is now head of state. Thereafter Kipindi cha hotuba kitaanza ambapo rais Yoweri Museveni wa Uganda atawakilisha marais waalikwa, na kisha rais Kibaki atatoa hotuba yake, atafuatwa na Ruto na kisha Kenyatta atoe hotuba yake ya kwanza kama rais. Rais Kibaki akishaondoka, Kenyatta atazunguka akiwa kwenye gari la amri jeshi na kuwapungia mkono wananchi na kisha kuelekea Ikulu. Faiza Maganga, Citizen Pashi.